Shughuli ya kutazama mwili wa marehemu Raila Odinga iliyokuwa imepangwa kufanyika katika majengo ya bunge ilisitishwa mapema leo, baada ya umati mkubwa wa waombolezaji kujitokeza. Umati huu wa Wakenya ukionekana kupuuza taratibu za kusubiri kutazama mwili huo na kujaribu kuingia bungeni kwa nguvu. Ilichukua juhudi za Mbunge wa Embakasi East Babu Owino, kuwatuliza vijana hao waliokuwa wakitishia kuvamia majengo ya bunge. Melita Uletenges anaarifu zaidi. Mwendo wa saa tano asubuhi katika lango la bunge la kitaifa, waombolezaji, Wengi wao vijana waliokuwa wamefika mapema wakiwa na azma ya kuutazama mwili wa hayati Raila Odinga. Sasa wakitaka kuingia kwa lazima ndani ya bunge licha ya kwamba mwili wa marehemu haukuwa umeondoka kutoka uwanja wa JKIA. Juhudi za maafisa wa polisi waliokuwa wameweka ulinzi mkali hapa hazikufua dafu. Vijana wakapanda juu ya lango la bunge na majengo jirani huku wakipiga kelele na nyimbo za maombolezo . Idadi yao iliendelea kuongezeka kila dakika, jambo lililoashiria ugumu wa kuwadhibiti. Kila kiongozi aliyefika kuwatuliza alionekana kupuuzwa hadi pale mbunge wa Embakasi East Babu Owino alipoonekana kuwashawishi baadhi yao alipokwea juu ya lango walilokuwa wamesimama. Baadhi yao hata hivyo walisusia wito huo na kuendelea kupiga kambi nje ya majengo ya bunge. Dakika chache baadaye, viongozi kadhaa waliwarai waombolezaji kuelekea uwanja wa Kasarani ambako shughuli ya kuutazama mwili wa hayati Raila Odinga ilihamishwa. Hata hivyo baadhi ya waombolezaji walikataa kuondoka, wakidai hawataenda hadi watakapouona mwili wa Raila Kasarani. Wengi walisalia nje ya majengo ya bunge. Maafisa wa kijeshi walilazimika kuondoa mapambo na meza iliyokuwa imeandaliwa baada ya kamati ya maandalizi kuamuru kuwa shughuli hiyo ihamishwe rasmi Kasarani. Milita Uletenges, runinga ya Citizen.